Ni saa kumi na mbili kamili asubuhi. Nchini Uganda kuna kufanyika uchaguzi mkuu leo, majira sawa eneo lote la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ni saa kumi na moja asubuhi. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika makala hii maalum kuangazia uchaguzi mkuu nchini Uganda.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 Mpinzani wake mkuu ni mwanasiasa maarufu Robert Kyagulanyi anayejulikana zaidi kama Bobi Wine anawania urais kwa mara ya pili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 Odit pamoja na Karo Robi wapo katika kituo cha Crested Towers pengine Odit uh, ni- najua ni majira ya asubuhi lakini uh, unaweza kutupa picha halisi kwa sasa hali iko vipi Roncliff kama unanisikia habari asubuhi na tafadhali hebu tupe taswira halisi habari ah, asubuhi njema kabisa kola kama ulivyotaja ni kweli ni katikati ya mji wa Kampala katika kituo kimoja ambapo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 ili kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa kabla shughuli yenyewe kuanza. Kwa, kwa, kwa hivyo bado hakuna milolongo mirefu ya wapiga kura.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 saa moja Uganda, na si hapa tu Crested Towers lakini kote Uganda, vituo vitafunguliwa saa moja na vitafungwa saa kumi jioni, lakini wale ambao watakuwa kwenye mlolongo wa kupiga kura hiyo saa kumi.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 Mm -hmm. Na na pengine kwa wewe kipi ambacho cha tofauti labda umeweza kukishuhudia tangu ulipofika hapo nchini Uganda mpaka siku hii ya leo ambapo raia uh, wanapiga kura. Kuna mengi, mojawapo kulikuwa na usalama ambao ulikuwa umeimarishwa maradufu sana. Kila kona ulikuwa unapita unakutana na polisi na wanajeshi, wengine wakiwa kwenye magari, wengine wakiwa wanatembea kwenye miguu lakini zaidi ya hilo ni kwamba huduma za intaneti zimefungwa tangu juzi jioni, zimetatiza pakubwa shughuli si tu kwa wakaazi wa Kampala na Uganda kwa jumla, lakini hata kwa sisi waandishi wa habari, shughuli zetu zimetatizika pakubwa pale mawasiliano yanapohitajika sisi wenye wenyewe kwa wenyewe, lakini vilevile pia kutuma taarifa zetu uh, kwenye studio. Nam, asante sana. Ni mwandishi wa BBC huyo Caro Robi, ambaye yuko katika kituo cha mojawapo e, ya vituo vya kupiga kura kule nchini Uganda, pale Kampala, yuko katika eneo la Crystal Towers. Asante Caro Robi, kama ulivyotujuza, tutaendelea kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kujiri hapo katika uchaguzi mkuu huu nchini Uganda, ukihusisha wapiga kura milioni 21.7 wanaume wakiwa ni asilimia 48 wanawake ni asilimia 52 Wagombea ni nani wanaowania nafasi ya urais, na umri wa mgombea mwenye uh, umri mkubwa uh, ni rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye ana miaka themanini na moja na mwenye umri mdogo ni Kasibante Robert ambaye ana umri wa miaka uh, thelathini na saba Uh, lakini pengine uh, Roncliffe Odit uh, nitarudi tena kwako kwa kwa kama unanisikia Naam, uligusia swala la usalama kadhalika. Karorobi pia amegusia swala la usalama sasa. Kuimarishwa huku kwa usalama, je, watu wanazuiliwa kuendelea na shughuli zao kama kawaida, ikiwemo kutembea ama haliko vipi, kama unaweza kutupa hiyo taswira? A, sasa hata Kampala a, usalama umeimarishwa u, lakini shughuli za kawaida zinaendelea, watu bado wanatembea, iwe ni mchana iwe ni usiku, shughuli za kawaida zinaendelea na kwa ujumla, mm -hmm. Usalama umeimarishwa tu katika mitaa na barabarani, lakini katika maeneo ya mashariki mwa taifa la Uganda, hususan mjini Soroti, ambapo uh, ni katika mji wa mashariki kabisa wa Uganda, kuna zuio la kutoka nje usiku, au kafu kwa Kiingereza. mm -hmm. Sasa inapofika jioni watu wanazuiliwa sasa, hata watu wamekuwa wakihoji ni vipi kwamba watapiga kura labda na kushiriki zoezi la kuhesabiwa kwa kura kwa sababu inapofika saa kumi na mbili jioni watu wanapaswa kuwa ndani katika mji wa Soroti. Mkuu wa mji huo alitoa tangazo hilo juzi akisema kwamba kwa sababu za kiusalama amelazimika kuagiza kwamba watu wakae ndani usiku katika mji wa Soroti. Wengi wamekuwa wakihoji jinsi shughuli nzima ya kupiga kura itakavyoendelea iwapo mm -hmm. Watu wanakaa ndani lakini, huko ni Soroti. Hapa Kampala watu wanatembea, lakini katika maeneo mengi unatembea ukiwa na tahadhari kubwa, kwa sababu kila unapopiga kona moja unakuta mm -hmm. maafisa wa usalama, vikosi vya jeshi wakiwa wanatembea, wameshika doria. Sasa kidogo ile Uh, katika mioyo yao. Naam, asante sana Ronclif Odit kwa tathmini hii ya awali. Tafadhali utasalia kwenye laini zetu, tutarejea uh, tena hapo kwako kwa ajili ya kufahamu mengi zaidi, lakini msikilizaji, tutakwenda pia kwake Shaib Ibrahim pamoja na David Nkya wote wakiwa kule Kampala nchini Uganda, makala maalum tukiangazia uchaguzi huu unaojumuisha wapiga kura milioni ishirini na moja nukta saba. Hayo ni muda mfupi ujao, lakini sasa hebu tuende kwake sports Lady Phyllis Mwatena, habari za michezo kwa ufupi, Phyllis. Shukran sana Skola. Sasa msikilizaji, ni rasmi sasa, Moroko imefuzu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika. Wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa AFCON wamefuzu baada ya ushindi mkali dhidi ya Nigeria kwa penalti. Mchezo ulimalizika kwa sare ya sufuri, huku pande zote mbili zikishindwa kupata bao katika muda wa ziada, lakini penalti ya ushindi ilisababisha sherehe na mbwe mbwe miongoni mwa mashabiki wa nyumbani huko Rabat. Moroko sasa watakabiliana na Senegal katika fainali ya Jumapili baada ya Senegal kufuzu kwa ushindi wa bao moja kwa sufuri dhidi ya ya Misri. Misri. Ikumbukwe kwamba nyota wa Senegal Sadio Mane ndiye alifunga bao pekee la la mchezo huo, lakini nyota wa Misri anayechezea Liverpool Mohamed Salah hajawahi kushinda kombe la mataifa ya Afrika. Na Arsenal wameshinda magoli matatu kwa kwa mawili mawili dhidi ya ya ya ya Chelsea katika mashindano ya kombe kombe la la Carabao na kuwa hatua moja tu kutoka fainali fainali ya kwanza kubwa tangu ushindi wao wa kombe la FA mwaka 2020. The Gunners walipoteza mechi zao nne zilizopita za nusu fainali kwa jumla ya mabao mawili pekee, lakini sasa ndio wanaonekana kuwa wagombea wakuu kumaliza ndoto za nusu fainali Emirates Stadium tarehe 3 mwezi wa Februari. Timu ya Arteta imeonyesha kiwango bora msimu huu wakiwa kileleni mwa ligi kuu ya England, ligi ya mabingwa na vilevile vile kufuzu hatua ya nne ya kombe la FA. Lakini hayo yakijiri, kocha wa Chelsea Liam Rosnia amesema kwamba anachukua uwajibikaji rasmi kwa makosa ya kipa wa Chelsea Robert Sanchez wakati wa mechi yao hiyo dhidi ya Ohio, Arsenal. Rosnia pia alisema kwamba timu yake yake imekumbwa na majeruhi na magonjwa. Real Madrid vilevile wameshindwa na Albacete ya daraja la pili katika michezo ama mchezo wao wa kwanza ni mchezo ambao ni wa kwanza wa Alvaro Arebo Abeloa kama kocha mkuu, hivyo wametupwa nje mashindano ya Copa del Rey. Kabla ya mchezo wa La Liga dhidi ya Levante Jumamosi, kocha huyo aliwapa mapumziko Kylian Mbappe, Rodrigo, Thibaut Courtois na Jude Bellingham. Sasa Abeloa aliteuliwa Kocha wa Real Madrid, baada ya Xavi Alonso kuondoka kwa makubaliano ya pande zote Jumatatu iliyopita. Katika raga, wanaume, Scott Robertson amejivua nafasi ya kocha mkuu wa New Zealand baada ya ukaguzi mkali wa utendaji wa timu yake. Skola ni kome tu hapo wanasema kwamba ikizidi sana inakuwa chungu haikuita mtenda. Ni kama ulikuwa unasherehekea Morocco kwa sababu ulianza kwa shauki na bashasha kubwa sana. La, sitasema timu yangu ni ipi wacha kwanza. Baada ya fainali rasmi <laughs> asante <Ndiyo>. Sema <filis> wote <laughs>